Bwana eh, hey, so kinyunge usisahau kusubscribe, kulike na comment. Na kama hujaangalia namba moja, rudi ukatazame namba moja. Mzigo wetu unaendelea pale pale ulipoishia mzee. Mchizi ambaye aitwaye Anderson alimwagia juisi ile bibi ambaye aitwaye Isra. Isra kama mind na akatoka nje speedy sana. Mshikaji ambaye aitwa Dalusi akaonekana na yeye kumfuata paka nje. Akamwambia, "Oi, kuna shida gani? Uko sawa?" "Nipo sawa, Dalusi. Naomba uniache, usinifuatilie kabisa, naomba uniache." Sorry, naomba uniache. Mchizi ambaye aitwaye Dalusi akam kuvua sweta lake na moja kwa moja nataka kumfunika bibia, akamfunika kifosi bibia hata kama alikuwa hataki. "Naomba uniache, sitaki, sitaki, kwani ni lazima? Hebu niache." Mwamba kamfunika kilazima, na moja kwa moja bibia akaondoka. Alipofika nyumbani, bibia akawa ni mtu wa kulia muda wote, hasa choma akawa amegeuka. "Huyu vipi, unalia? Kuna shida gani eh?" It's Israel, yani nimeenda nimempelekea juisi kwa upendo kabisa, lakini akujali kabisa upendo wangu juisi yangu akaamua kunimwagia. Basi mida fulani hivi asubuhi ilifika, mwamba ambaye tuwae darusi anasoma na rafiki yake mwamba, mlango kaonekana kugonga, mshikaji wake akaamua kwenda kufungua. Bibi yao ambaye aitwa Israel huyo hapa kama ameingia, ameleta sweta na mchizi mwamba akapewa. Hebu ngoja nichukue daftari langu, hapa nipo nje napiga piga pindi darus. Please, nimekuamua kukuletea sweta lako. Ambia sawa, naomba asante bidada. Akawa anataka kuondoka, ambia please, nahitaji maongezi kidogo hivi. Hatuwezi tukawa tuna deti labda kiuongo uongo, maana mispendi watu wanavyopenda kutumia, tunavyogombana watu wazitumie. So, tunaweza tukawa tuna date tu, yani kwamba watu wajue behind, kwa kwa kwa, yani kwa sasa ile kwa furaha kabisa, yani hakuna tena michezo michezo. Hasa mwamba kawa amepata zile video kule, anamwambia ah, bro unanirekodia video za mapenzi mi inanihusu nini eh? hebu njoo hapa, unanirekodia video za mapenzi mi nikwambia, nataka ugomvi, wanavyogombana, wanavyozuzana, mi ndo nataka bro. Hakuna bwana bro, yani sahizi hawagombani kabisa, yani hizo video ndo wanazozifanya kabisa, yani wanapendana vibaya mno bwana. Hebu utafute ugomvi wao namna yote yani eh? Yani mizozo lazima itafutwe, ni washindwe chochote, ni mradi mambo, bro inabidi tufanye mpango wa kutengeneza kitu au inabidi tuwapeleke kati ya restaurants kubwa sana. Basi kwa pande ya pili, mchikaji ambaye Darusi na Ezra wakiwa, kwa hiyo ameniarika Anderson, kwa hiyo rafiki zake nini wakawa na fanyia makeup pale, wakawa jamani, aa, asipendeze sana mwisho wa picha akaboa. Sasa kwa hiyo fanye mpango apendeze vizuri, rafiki yetu leo hii hapa anaenda kuzana. Basi akafurahi pale, nini akapeana mkono bila ile ambayo itwa Izra, anaenda kuzana mchizi ambaye Anderson. Basi kufika pale na kutana Darus, anambia Darus, vipi? Ah, mimi Anderson ameniambia, ameniita basi sawa, haina shida. Basi kameramani kama kawaida yake ana rekodi pale. Mhudumu akafika akawapatia maji, wakawa wanakunywa nini, huko anapiga stori moja moja, maana wanajua kitu gani ambacho anakitengeneza sasa. kwa anataka kuondoka, mtu wa pili huyo akafika, brother, anadaiwa bwana na hela elfu mbili hapo sasa. Ah, tumekula kitu gani cha ajabu? Hebu angalia eh, brother, tumekula kitu na hela elfu mbili yote tunatoa wapi sasa? Sasa muamba mbaya tu, Anderson ndio anahitaji sasa makashikashi kama haya. Sasa muamba akaamua kuchukua credit card yake, anamwambia haina shida huko akiwa anarudi nyuma asije Mwamba akamgonga viganja. Kwa upande wa pili huko, mshikaji akaletewa zile video basi, basi. akawa anarudi sasa wakarudi Mwamba akaonekana bidada kwamba mguu wake kama amepata na shida hivi, akaamua kumvua viatu na moja kwa moja akamwambia bidada, kambe gani hapo nikubebe mpaka nyumbani. Basi akambeba polepole, na safari ikawapeleka mpaka moja kati ya hoteli wameamua kufifika, maana muda huo mpaka hapa kurudi hosteli ukawa muda umeenda sana kwa mama. Akamwambia utaoga hapa fresh, mambo mengine yaendelee. Basi kesho yake ilifika pale namba mbaitiwa Anderson akaambia Darus umelipia hela yote ili umeitoa wapi? Kwa hiyo unaniibia saa hizi, sio? Nimetumia hela yangu mwenyewe, umenibia hela zangu bratha. Mkoja kwanza nimwambie mama yako kule ache kazi kama yapo sawa. Mara ghafla mwamba kaonekana kudondoka pale mitaa fulani hivi. Basi bidada ambaye tu hizi akapata taarifa, akaonekana kuchoka spidi sana kwenda kumsaidia mchizi ambaye tu Darusi. Basi Darusi akapelekwa moja kwa moja mpaka ndani, bidada akamwambia, vipi, shida nini? Mbona maji kama unaonekana utumii sana. Ah, utakuwa tu poa bwana. Bwana mi tawa ntakuwa poa, hebu niache, nenda kidogo hosteli kwako kalale. Bwana mi niko hapa hapa, leo nataka nilale na wewe hapa hapa, nitalala kitanda kile pale, utalala huko uh. Basi muda ulisogea mpaka mida fulani vya asubuhi, kaja Darusi ameamka pale, akashangaa bibi kumbe amelala hapa hapa, hata rafiki yake na Darusi akiwa ameingia ndani. Sasa anashangaa eh? Eh? Mzee hivi ni kweli au We, amelala katika kitanda changu bro, huoni hapo? Akafika pale kambeni mepewa zawadi yako mchizi. Mchii ambaye sio Darusi, akaonekana kuweka perfume kama mbili hivi bila bia, huyo hapa anaonekana kuzipenda sana na kuvutiwa nazo. Basi baadaye fida fulani hivi ilifika, wakawa wameenda kukutana hivyo azamana pale pigapiga stori, nini nisema, nimependa sana zawadi yako uliniletea, umeniletea perfume yenye harufu nzuri kabisa ambayo naipenda mimi, so nimefurahi sana kwa zawadi ambayo nimeletea. Basi wakatoka pale wakaenda sehemu ambayo kunywa juisi nini, unajua ile Kaonekana kukasirika kukasirika na na kumfukuza mshikaji ambaye ambaye Darusi Darusi. Sasa sasa sasa sasa sasa huyo, kwa kwa kwa nini nini? Eh, ulishindwa kukaza, umeondoka? alifanya joking tu pande huko choma, akawa akawa anamwambia anamwambia, hmm, yani mmeendana, yani mpaka hivi uko serious kabisa na siyo, yani kabisa date Darus, sio mission yako. akaamua akaamua ya Ezra kutoka nje mimi <laughs> wenyewe mwacheni tu biashara yake anajua mwenyewe anachokifanya. Basi mshikaji ambaye yeye Darusi akaonekana kupokea simu pale, akamwambia bwana, sikia mama, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa akawa anaondoka hivi, rafiki yake akamwambia oh, bro, unaenda wapi mzee? Akaamua kutoka nje. Bibi kumbe ambaye yeye alitoka nje akawa mpweke sana peke yake. Mshikaji ambaye yeye Darusi akaonekana kufika pale, alikuwa anaongea na rafiki yake, akamwambia rafiki, hebu niache kidogo niwezungumze na Darusi. Basi Darusi akaamua kutulia chini pale, akamwambia shida gani eh? Kuna shida gani ambazo zinakufanya wewe mpaka utendea mambo hasa? Bibi akamweleza kwamba mshikaji mimi bwana, nimetoka katika maisha magumu sana hapa, maana nataka niwe na Anderson, ili mradi tu nipate vipesa vidogo, ila soko upendo. Yeye ambaye akaletewa leo video zingine, anaonekana bado kuna mahaba ataki kabisa vitu vya mahaba. Akamwambia, oh, hizo video mimi sizitaki bwana. Hebu peleka huko. Sasa mshikaji kipindi anaondoka akamwambia, oh, oh, hebu niletee hizo video naweza nikazitumia. Nipe. Nitumie afu nitajua jinsi gani ya kuzitumia. Sawa, usizifute kwanza. Basi. Sasa bibi yake kwa upande wa pili leo hii hapa anarudi na rafiki zake katika sehemu yake kwenda kulala akashangaa kuangalia mbele hivi anakutana na mchizi ambaye anatoa. Rafiki yake akaamua kumpisha akamwambia njoo do njoo, njoo, njoo, njoo. Ha, hapa Nimekuja kwa ajili yako, kwa hiyo kaa hapo tuzungumze. Mara gafa bibia ambaye itwaye Izu akaonekana kutoka nje moja kwa moja kuelekea katika gari la mshikaji ambaye itwaya Anderson. Ivi utaki kujare kuhusu muda eh? Mlivoshara moments mbalimbali saa hizi unataka kuochera na Darusi? Bwana mimi nilikuwa tu na misheni zangu sawa eh? Kama vitu vyangu nilivyokuwa na vizaka vimeshatiki, hasa Darusi wa nini tena eh? Basi rafiki zake wote wakaonekana kumkataa kabisa, kwamba kwa nini amemkataa tena Darusi. Darusi kwa upande wa pili ana stress za mapenzi ambazo kwamba yeye alishaingia in deep na bibi ambaye aitwa Ezra. Basi kwa upande wa huku mshikaji ambaye aitwa Anderson anaonekana kumtambia sana, akamwambia nini bro, eh, huyo mpenzi ameamua kuja mwenyewe, sijamforce na ananitaka mimi so Mind your business bro, una hela, una chochote sasa atakupendea nini? Kwa upande wa pili huko mashikaji zake nini wako wametulia na Anderson nini bibi. Sasa sasa hizi ana survive katika jumba kubwa ambalo mshikaji ambaye anaishi ambaye anaitwa Anderson. Sasa mshikaji unajua, ile ampendi kivile bibi, akamwagiza maji na akambana sana mkono. Bibi, naomba uniache Anderson, naomba uniache. Basi bibi akaamua pale akanyanyuka moja kwa moja, mbuzi wewe, hebu chukua begi lako, ondoka hapa, sikutaki kukuona. Basi anamfanyia dharau, unajua bibi anaonekana kwamba yeye ana Nampenda mshikaji ambaye mbae darusi akaonekana kusimama kwa pande zote nje kumsubiri bibi. Please, naomba kuongea nawe. Utaongea na mimi nini? Eh, niache nakwambia. Hivi naomba kuongea na wewe, nahitaji ni kuone katika chumba changu nizungumze na wewe. Basi akazungumza na bibi akamwambia, please, najua nachokitenda, so naomba tu muvuone. Nishapata nachokihitaji, kwa hiyo sihitaji mahusiano tena. Kwa hiyo umesahau moment zote ambazo zilizoshea mimi na wewe kweli eh? Sahizi umesahau kila kitu kweli? Upo serious kweli? Yani si, si navyokupenda. Sasa kama amemshika katika mkono, mara bibi akaonekana kushtuka. Vipi, umeumia eh? Yule mpuzi ndo amekufanya hivi sivyo eh? amekuumiza eh? Hebu ngoja. Hasa katazama, kaona bibi amevilia damu vibaya mno katika mkono, kambia, ah, huyu kumbe anifahamu vizuri. Kwa hiyo amekuumiza kiasi hicho, anakupiga? Mimi mbona sikutendei matendo yote hayo yani anakupiga yaani kama nani? Wamba akaonekana kuondoka pale, mzee mapenzi afike. Nimeshakwambia amenifuata mwenyewe sawa amekufuta mwenyewe, naomba usimsogeree tena yule bibie, sawa, ntakugonga aya, kata kumfumua tena ngamiwani, achi toka ndani kwangu. Basi mshikaji akaamua kurudi mpaka mitaa ile pale, akaambia bibie, naomba mind your business, sihitaji ukaribu tena na wewe, we ushasema, mimi na wewe basi. Kwa hiyo basi sihitaji tena ukaribu na wewe. Nafata maisha yako na mimi nafata maisha yangu. Sawa, kama umeamua kunikataa basi nikataa hasa. Bibi akaonekana kuwa mnyonge sana, kwamba nahitaji kumwelezea namna gani ambacho alichokifanya mpaka kaenda kwa Anderson, lakini mwamba hakutaki maelezo. Kwa upande wa pili kumshikaji wake anamwambia oh, bro, mbona siku hizi unang'aa sana, unajua una shine eh, yani umekuwa so mtu tena yule wa kawaida. Na ukimwangalia mikononi mshikaji anang'aa na Rolex, mfukoni mkononi, akawa anamsimulia unajua bwana, kuna siku nilikuwa ninasoma na soma soma zangu, nikasikia mlango na gogo wanikambia ah, pizza bwana weingia tu paka ndani. Sasa mwamba ile kutupa macho mbele akakutana na mshikaji, sasa akashangaa ah, mbona kuna mtu ambaye alivalia ya suti? Mshikaji ule akamwambia vipi mfuatani, ndio darusi eh? Ndoi, ndio mimi darusi, umenijuaje mimi bwana ni advocate wa baba yako Malemba, baba yako yani mimi ndio mwanasheria wake. Kwa hiyo mali zake zote niliambiwa kwamba nikutafute wewe na nikumilikisha mali zake zote. Kwa hiyo mwamba, kwa sababu saizi ana kibunda, yani ana mchele, yani mchele wa kutosha. Sasa kipindi anaendelea kupiga story pale, mara choma, huyo hapa, akaonekana kufika hapa. Bro, nitakutana baadaye, basi ngoja mimi ningoe hivi. Basi akaomba aondoka pale. Choma akaomba kuzungumza na bibi mshikaji ambaye anaitwa Darusi. Akamwambia hivi, Darusi, ujali kabisa kuhusu Israel? Nijali nini sasa eh? Yes, ameamua kumuvua ndio, mimi ni sina cha kujali chochote. Ah. Hivi una taarifa kwamba anakusanya vitu vyake vyote, anataka aondoke hapa campus? Yaani anaona ana maana, na ana... Hasa mshikaji akashtuka kusikia kwamba bibi anahitaji kuondoka. Hasa kaonekana kuondoka race. Hivi ni ukwe eh? Akaonekana kukimbia mpaka chumbani kwa bibi ambaye tu Ezra. Akamwambia eh, akaingia pale kwa kwa upole sana. Akashangaa. Bibi mwenyewe akashangaa vipi? Umefuata nini? Ah, unataka kufanya nini? Mbona sikuelewi eh? Unataka kuondoka hapa ili iwaje? Yani unataka kuwacha shule kwa sababu ya mapenzi, sio? Sina cha kupoteza, maana kwa mahesabu yangu yote nimepoteza basi. Mshikaji akaonekana kumsimulia sasa, namna gani, mpaka siku ile aliamua kuondoka na mshikaji ambaye tu darusi darusi, kumbe alimpa mambo akamwambia vi kama upo tayari kuendelea na Darusi, mimi Anderson nampigia simu mama yake aondoke katika nyumba yetu kufanya kazi. Kwa hiyo bibie alifanya kila kitu ili awe na Darusi na mshikaji ambaye tia Anderson, kwa ajili ya yeye Darusi kwamba alimtindia mgongo kwamba sio kwa muda ule alikuwa na upendo wake kabisa. Basi ndio maana akaamua kutenda yote yale. Basi mshikaji ambaye tia Darusi akaona, da, nilikuwa silifahamu hilo jambo. Kumbe ulifanya kila kitu kwa ajili yangu. Naomba unisamehe sana. Mm. Nimekukashifu kwa kitu ambacho sikukitambua kama ulikuwa unafanya kwa ajili yangu, Allah. So nakuomba bwana, acha tu nguo zako tuendelee kusoma. Kweli yani mimi nilikuwa sina upendo kabisa na yeye tena, nilishakuwa nakupenda wewe, lakini na wewe pia ulivyokuwa umekataa kuniendeshea upendo, na ndio maana tu naamua kuondoka tu hapa, maana sina chochote cha kuendelea kubaki hapa. Basi mshikaji nini akaamua kumkumbatia bibi ambaye hasa. Kwa upande wangu leo hii hapa, asubuhi sana, kuna mtu anaonekana anashuka katika gari akiwa amevalia nguo za damu ya mzee, amenyoka vibaya mno, maana kwa hapa kwa chini tu anaonekana amenyoka, amemetisha. Yaani, kwa upande wa ndani huko unaonekana bibi ambaye tu aichoma hizo na rafiki zake kibao wakiwa wamevaa nguo za kugraduate wakiwa wanafurahi. pa jamani, huyu anafika saa ngapi? Anafika saa ngapi eh, Darusi anafika saa ngapi? Mara ghafla mlango ukoonekana kugongwa pale, akaufungua hivi hobe, ule mchizi ambaye alikuwa anaonekana pale, ndo Darusi akakumbatiwa pale nini kwa bashasha hii? Tumependeza ise Eh? Siamini kama wenza uko hivi jamani, hata eh, wewe umezidi jamani eh, basi mshikaje pale, akazungumza vitu vingi sana. Kwa hiyo upendo sio wa kubipu bipu mzee. Kwa hiyo mwamba alitaka kubipu, basi ikapigiwa kwa